Watu wengi wanatamani kumwona Mungu akifanya kwenye maisha yao, akifanya kwenye kazi zao, akifanya kwa watoto wao, au kwenye masomo yao. Lakini kwa nini Mungu anashindwa kufanya au Mungu anashindwa kujidhihirisha? Ni kwa sababu haujakubali kutii na kufata maagizo yake. Ibrahim alipofata maagizo ya Mungu kipindi anamwambia amtoe mwanae Isaka, kanuni ya Mungu kumwambia Ibrahim amtoe mwanae Isaka kama sadaka Si kwamba Mungu alitaka Isaka atolewe sadaka, alitamani kuona utii wa Ibrahim mbele zake. Mungu anapomwambia Ibrahim achana na rutu uende katika nchi nitakayokuambia uende, Mungu alichokuwa anakitaka kwa Ibrahim ni utii wake. Kanuni ya Mungu, tunapokubali kutii na kujinyekeza na kuyafata maelekezo na kufata mwongozo wake, ndipo anapoachilia baraka, ndipo anapoachilia neema, ndipo anapoachilia uzima na nguvu za kuongezeka. So watu wengi wanatamani kumwona Mungu anafanya, Mungu anajidhirisha kwenye maisha yao, lakini hawataki kutii, hawataki kuyenyikeza, hawataki kufata maagizo ya Mungu yale ambayo anaytaka ya huyo mtu ayafate. Zini kuambie kubarikiwa, kuimuliwa, kuongezeka ni kukubali kutii na kujinyenyikeza katika uso wa Mungu, ndipo utapona baraka. Kama haujinyekezi, kama ukubali kutii, kama haukubali kufata kile ambacho mungu anataka ukifate, ukaona neema hauwezi ukaona baraka, hauwezi ukaona kuongezeka. So kanuni ya Mungu ni wewe kukubali kutii, kuyafata maelekezo anayokuambia, kuyafata maelekezo anayokufundisha, kufata maelekezo anayokuongoza nayo. Hapo utaona matokeo, hapo utaona kuongezeka, hapo utaona baraka katika maisha yako.